Amjambo, amjambo ndugu zangu, kwa majina naitwa Adolfe, naishi hapa San Antonio Texas. Um, niko na machache ya kuja tu kukusaidia ya wewe ndugu yangu ambaye tayari umeshakuwa kwenye nyumba umeshakuwa na, na nyumba yako tayari, umenunua sijui miaka iliyopita sijui miezi iliyopita, lakini imefikia muda au itafikia muda Uh, wakati kipindi ambacho unajisikia ile nyumba tena auhitaji kwa sababu unataka laba nyumba kubwa au unataka kuliuzisha kwa kwa sababu sababu unataka nyumba ndogo, kwa sababu yoyote ile ambayo itakayokusababishia uuzishe hiyo nyumba ambayo tayari uko nayo. Hicho ndio kitu ambacho nitaenda kukusaidia, uh, machache tu ambayo niko nayo na kama kutakuwa sehemu ambayo utakuwa unielewi tafadhali nitaacha namba yangu ya simu hapa kwenye screen ya video hii. Eh, unaweza kunipigia muda wote ule, na naweza nikakusaidia. Na kama kutakuwa vingine vitu ambavyo nitakuwa nimeviacha, hii itakuwa part 1 ya hii video, tutatoa part 2 ukijayo. Kwa hiyo hatutaongelea kila kitu hapa. Tutaongea tu machache. Kwa hiyo nitaenda kukusaidia jinsi ya kuuzisha nyumba yako namna unaweza ukauzisha nyumba yako na unafaidika pesa kabisa mzuri. Nini cha kufanya? Hatua gani ambayo unapaswa kuchukua? Eh, kwa sababu ufaidike kipindi ambacho una, una unachouzisha ile nyumba yako. Kwa hiyo tafadhali, uh, kaa na mimi, tunaenda kuongelea jambo moja baada ya nyingine. Kwa hiyo kitu cha kwanza kitu cha kwanza cha wewe kufanya inapofikia kipindi unataka kuuzisha hiyo nyumba ambayo unayoishi, kitu cha kwanza cha wewe kufanya, hakikisha kabisa umeishi kwenye hiyo nyumba angalau miaka mitano. Angalau miaka mitano. Ukiishi kwenye hiyo nyumba angalau miaka mitano, itakuwa afadhali. Hapo tayari utakuwa umeshapunguza angalau ya pesa ya ile mortgage ambayo, au benki ambayo unalipia. Uh, zile pesa za mwezi utakuwa tayari na profit. Yani utakua, utakua tayari umeshajijengea credit tayari ya kuishi kwenye nyumba angalau miaka mitano. Kwa hiyo utakuwa tayari umeshapunguza pesa za kutosha kwenye ile uh, ile loan kwenye ule mkopo wa pesa ambayo uliokopa na benki kwa kuchukua hiyo nyumba, angalau miaka mitano kabisa, hiyo itakusaidia ili utengeneze pesa nzuri kwenye hiyo nyumba. Kitu cha pili cha kufatia, ikifikia kipindi unataka kuuzisha nyumba, tafadhali makiribisho, tunaita nini hapo? Tunaita um, make repairs. Hiyo make repairs, hakikisha unafanya marekebisho katika nyumba yako, kama kuna kitu chochote kile unachojua te kinaharibika, kwa uwezo wako wewe ujitahidi ukitengeneze. Na hii itasababisha hata mtu ambaye anakuja kuangalia nyumba kipindi hicho anavutiwa, sema hii nyumba kabisa iko sawa. Kwa sababu usipokaribisha vitu vingi wale wateja wale wa client wanakuaga, wana wanatoa malalamiko mtachukua hii nyumba lakini, angalia hiki, angalia hiki, angalia hiki, angalia hiki, hiki kinaharibika. Unakuta zile pesa ambazo ulikuwa unategemea upate kwenye zile kwenye hiyo nyumba watakuja kuzishusha. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe haujakiribisha, kuna vile choo, ukuta sijui hapa chini kwenye ubao sijui kwenye jiko sijui nyuma ya nyumba yani, kama kuna chochote kile ambacho tunachojua kinaharibika kwenye nyumba, jitahidi kukitengeneza. Kama ni rangi mpya, paka. Kama ni new roofing, tia. Yani jitahidi kabisa urekebishe wewe kwa uwezo wako, kwa sababu wao wakikuja, eti wafanye marekebisho wao, watakukosa Yani watakupunja, yani wataku kabisa natia ambayo nyumba uh, yako Kwa hiyo, make repairs ni kitu cha pili ambacho kinachofuatia na kitakusaidia sana kuuzisha nyumba yako kwa bei nzuri tena na faida nzuri. Kitu cha tatu kinachofuatia hapo ili ikusaidie wewe kutengeneza pesa nzuri kipindi unauzisha nyumba yako, kitu cha tatu tunaita: Deep clean. Ni kama vile tafadhali sana, unapouzisha nyumba yako ni vizuri zaidi hata usiwemo umo ndani, ni vizuri usiwemo humo ndani kwa sababu gani? Mtu akiingia kwenye nyumba, akiona nyumba iko wazi kuanzia chini mpaka juu, yaani hamna ya hata kitu, anakuwa na ile confidence, anasema anaona kabisa, nikatia ITV hapa, naweza nikatia kiti hapa, naweza nikatia kingine kiti hapa, naweza nikatia kiti hii hapa, naweza nikatia mzangu wa kazi hapa, nakuta anaye mwenyewe anajipangia, akija tu kwenye nyumba tu anaanza jipangia tayari. Kwa sababu gani? Nyumba ikiwa wazi anakuwa na akili tayari ya kuanza kupanga vitu hata yeye mwenyewe ajaba kwenye nyumba. Kwa hiyo kitu cha tatu hicho pale, unapofanya unapokuwa na mkakati hatua uh, ya kuanzisha nyumba, jitahidi hata kwenye nyumba hiyo usiwepo. Yani hamisha kabisa vitu, kiwezekana hamisha vitu. Unaweza ukakuwepo, lakini punguza vitu au upunguze vitu, toa toa vitu, toa toa vitu, toa toa vitu, usijaze nyumba vitu. Watu hawata kuwa na ile, hawata kuwa na, na na na, yani hawataona nyumba ina watatia meza wapi sijui hivyo, yani watakuta ni vitu vyako tu jipangia tu mwenyewe unajipangia tu hiyo itakukosesha hata wateja kwa unapouzisha nyumba yako binafsi. Kama utaweza kuama kwenye hiyo nyumba, punguza vitu kwenye nyumba. Kitu cha aina ambacho kitakacho kusaidia kuuzisha nyumba yako vizuri, tena kwa kufaidika zaidi, kitu cha ine tunaita boost curb appeal. Hii boost curb appeal ni kama vile unakuta nje huku mbele ya nyumba, unakuta kuna wengi wanauzisha nyumba zao, kama vile majani, miti au wakati wanauzisha tu nyumba tu kama vile ilivyo, mbele nyuma yani, au wakati hata majani ya mbele, au wakati hata majani ya, ya nyuma, hata miti, hata miti midogo midogo, unakuta wanaiacha hivyo. Kwa hiyo pale mteja anapopaki, anapopula akiona tu mazingira ya nje tayari unaanza mvutia. Kwa hivyo kuvutia mteja, kata majani yako vizuri, tengeneza pale mbele ya nyumba vizuri, kama ni vya kununua, nunua tia vumajiwe vumauaua pale, tia hata miti miti zaidi zaidi pale, uende nyuma tengeneza vizuri, yani ile tunaita landscaping. Yani unakuta unatengeneza majani yako vizuri tengeneza kabisa, jitia vitu vitu sijui nini huku kote, yani pale mtu anapopula hapo tu kwenye ile nyumba, anakuja naenda angalia nyumba fulani, tayari akifika tu mbele ya nyumba yako unaanza mvutia. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho mtu anapokuja anasema, ah, huyu mtu ni msafi huyu, kabisa mtu anauzisha, kwa sababu anaona tayari jinsi unaanza kugharamia nyumba yako, jinsi ilivyo tu usafi kwa nje unaanza mvutia kwa hiyo hiyo itakusaidia kipindi unapokuwa unauzisha nyumba yako, jitahidi ufanye ayo marekebisho. Boost curb appeal, landscaping, tengeneza majani, miti, tia maua, nini, majiwe tia, ya kuvutia ule mteja, na hivi vyote vitu tayari utavitia kwenye ile nani, uh, budget yako au price yako ha, ya, ya nyumba kwa sababu ni vitu ambavyo tayari utakuwa unagharamia wewe mwenyewe kwa hiyo hiyo itakusaidia sana kuuzisha nyumba yako mapema na kuuzisha nyumba yako kwa bei nzuri kabisa. Hata mteja akikuja, hatalalamika, anasema ndiyo, hii ni nyumba. Yani jinsi unavyotia bei yako kwenye sijue, kwenye, kwenye, kwenye ile mtandao wote ule ambao utakauzisha wewe, yani kabisa, unajisikia mteja anajisikia, ndiyo, hapa nimefika. Hivyo ni vitu ambavyo vitakusaidia wewe ili kwa kuvutia mteja anapokuja kuangalia nyumba yako. Ukitekeleza hivi vitu vinne, hivi vitu vinne, utakuwa vizuri tena, nyumba yako itachukuliwa mapema tena kwa haraka. Video yetu ya pili itaenda kuongelea sasa kiundani zaidi nini kitakachofuata baada ya hapo umesha kwa uwezo wako we umefanya hivi vitu ambavyo tumeongea hapa vitu vingi, alafu nini ambacho sasa kitakachofuata baada ya hapa? Unahitaji nini? Unahitaji nani? Unahitaji ufanye nini ili sasa ile nyumba uitie sokoni, ile ile nyumba sasa uitie mtandaoni, eti hii nyumba iko on sale. Hicho ndio kipengele chetu cha pili ambacho tutaenda kuzungumzia. Kwa hiyo tafadhali sana ziocha pili kitakuwa next week na tutakitoa msiofu kitakuwa ewani. Asanteni sana na Mungu awabariki <mulia>